Tunapojenga kanisa nyumba ya Mungu, tusifikiri mapesa, mitango, mapesa, mapesa hmm? Nyumba ya Mungu haijengwi kwa mapesa peke yake, ngao na yenyewe yanahitajika. Kama nasoma mapesa akisha, nasoma mapesa yanayouma, sadaka nayouma, zaka nayouma, kama ni mapesa na usishie kwa mapesa, na kanisa halijengwi na mtu mmoja, hiyo zingatiwe. Mtu mmoja mfadhi akatoka pembeni akawapa magunia ya mapesa kwamba jenga kanisa malize, hapana! Hiyo haipo, ni ushiriki wa kila muumini, hi? na watu, kanisa linajengwa na watu na waamini na kanisa kama tulivyosema haijengwi na watu wazima tu, watu wazima tu. Kanisa lijajengwa na watu wazima na mimba na watoto. Na watoto mwashirikishe zaidi, watoto ndio wanajenga kanisa. Na mimba nao, sala zao zinakuwa na nguvu, nguvu kufanikisha mradi wa nyumba ya Mungu, yaani watoto wafiki. Na mimi ninayozungumza hii, nimeshaweka kwenye matendo, nishalelewa kwenye matendo hmm. kanisa la nyumbani kele Parokia Mtakatifu Yosefu Lutabo, Jimbo Katoliki la Bukoba, lijengwa mwaka elfu moja mia tisa sitini na tatu hivi, nikiwa chekechea sitini na mbili sitini na tatu, chekechea. Tukiwa chekechea tulikuwa tunashiriki ujenzi wa lile kanisa la kisasa, kubeba matofali, kila mtoto tofali moja moja. Baadaye ni shiriki kujenga kanisa la kigango cha kwetu tabiki ya Maria, afya ya wagonjwa, kaba angoma Rutabo kulikuwa na kanisa la zamani pale utabu lililobomolewa kujenga kanisa jipya. Kwa hiyo paroko wakawa na sambaza mabati hiyo kwenye vigango kujenga kanisa za vigango. Nikiwa chekechea nilibeba mabati moja, naifikisha nafasi la pili la tatu, mpaka mabati yote aliyotupatia tukayafikisha pale kwenye kujenga kigango. Yaani kwa na furahia ikaze, na wakati huo msingi wa kanisa huko, hapa mimi niko hapa eh, lakini nimeshiriki ujenzi, jasho langu hapo. Na kina mama wenye mimba mimba, na yenye inajenga kwa vipi? Mama huyu anapoenda kuchota maji kwa ajili ya ujenzi na mimba inakuwa, anashiriki hiyo na onja hiyo jasho eh? Ndio namna ya mimba kushiriki sikusema ninamimba siwezi kushiriki, eh? So ni kushiriki kazi ya ujenzi eh? Na mimba na nashiriki nasika jinsi navyotoka jasho navyo menyeka eh? Eh, hapo ndio ujenzi unafanikiwa zaidi hapo eh? Vile vile kanisa halijengwi na vijana tu na wazee Nimefika hapa na mkwaju wangu hey. Njoo, na mkwaju wako kama hata una nguvu za kubeba matofali kapo, umeangalia wako simwishoni, hata kama una nguvu za kujenga au kubeba ndio simamie, waangalie wanaosoesha misumari, mawe na mchanga. Uwepo wako na dhibiti, na ni mchango wako mkubwa. Ndio nataka kusema kwamba kanisa halijengwi kwa michango ya mapesa tu, bali zaidi kwa jasho. Huna pesa, lakini na jasho, muda wako huu ambao umekuja kusimama hapo Asa kwa heko ya kazi hapa hmm? hmm? kazi. Uh, wanapata njaa saa kumi mpaka saa mbili usiku kuhamisha kazi. Kwa hiyo muda wako, nguvu zako, talenta, vipaji vyako, ushauri, uwepo wako, hiyo na yenyewe inachangia kufanikisha ujenzi wa kanisa, mpaka mtu anaekuja kushangaa hey, hawa watu wana mapesa. Kanisa halijengi kwa mapesa mengi, bali kwa uaminifu uaminifu na usimamizi mzuri wa vifaa vya ujenzi, usimamizi mzuri wa vifaa vya ujenzi pamoja na majitoleo. Nilienda mara fulani mm -hmm, kafanya kazi kama hii. Sasa watu wakawa wamejipanga kwa ajili ya uraji, wanakuja kusimamia, wanajilipa wakiis wao wanajiripa iti muda waliosimama pale kusimamia, wanajilipa wanajipa ajira, baada ya kujitolea kwa kazi ya Mungu. Kanisa hilo halijawahi kusimama, na msingi mele maalima hivi mikao vyovyi inabidi ni ubomoi, ila ameshakula na ameshatoroka, hawapo. Awapo Kristo kama awezi kujitolea, achana na kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu inafanyika kwa majitoleo, na hata ikiwezekana kama wewe una karama fulani ya ufundi ya ujenzi, unajitolea ufundi wako. Ndivyo tunafanyika kwa kazi ya Mungu, na wewe unaendelea kubarikiwa kwa kipaji chako hicho, kwa, kwa karama yako, kwa ufundi wako eh? Kwa hiyo ndivyo kazi ya Mungu inafanyika, pesa zinunue vile vifaa ambavyo viko nje ya uwezo wetu mabati ameweza kutengeneza, simenti saruji ameweza kutengeneza. Lakini ambavyo viko kwenye uwezo wetu, mirango, toa miti, wakate mbao. Wewe fundi seremala, piga randa, tonga mambo, ndio mchango wako. Alafu mnaenda kununua mirango na mafundi mnao, pesa zine vile vitu ambavyo hatuwezi kuvitengeneza sisi wenyewe. tumsifu Yesu Kristo. Makanisa ndivyo yanajengwa hivyo. Kwa hiyo kanisa pia halijengwi mba, keke, so apa, na sisi binadamu kwamba nkombi kike. Hapana, kanisa au nyumba ya Mungu inajengwa na Mungu mwenyewe. Tunapomkabidhi huu mradi, tumkabidhi Mungu huu mradi, ndio maana maandiko matakatifu yanasema Mwenyezi Mungu asipojenga nyumba, waijengao wajisumbua bure, wafanya kazi bure. Kwa hiyo tumkabidhi huu mradi Mungu kwa sala.